Yes shalom, Mungu akubariki tena asubuhi ya leo. Uh, tukutane kwenye ibada leo jioni hapa Dar es Salaam kuanzia saa kumi na mbili jioni mpaka saa mbili uh, usiku. Napenda uh, sana kukutana leo na wale watu wanaosema kwamba mimi nina nguvu ya utajiri ndani yangu, uh, mimi nina nguvu ya kufanya biashara, mimi nina nguvu ya mafanikio mimi nina nyota ya mafanikio ndani yangu. You see, watu wa Mungu, hivi vitu hauhitaji mtu mwingine kukuambia uh, kwamba wewe una nguvu ya utajiri ndani yako, wewe una nguvu ya mafanikio ndani yako ni kitu ambacho kiko ndani yako, unakielewa wewe mwenyewe aa, ambacho, ningufu, yani ni kitu ambacho ni nguvu. Yani hakuna mtu anaweza akaeleza ni nini kipo ndani yako, lakini wewe unaelewa. Nilishasema kama wewe ndani yako ni simba, ni simba tu. Aa, kama wewe ni kitu likubwa huko ndani, ni kitu likubwa tu. Hakuna mtu anaweza akakwambia kwamba wewe sio, kwa sababu wewe ndio unajua ndani yako. Kwa hiyo leo, leo, leo siku nataka nikutane na watu wanasema ah, kuna kitu kiko ndani yangu, najua kuna kuna nguvu ya pesa, kuna nguvu ya utajiri, kuna namna ambavyo mimi nimekuwa wired to money, ah, wired to riches, ah, mimi kuna nguvu fulani, kuna kitu fulani la utajiri liko ndani yangu ah. Leo kutakuwa na deliverance isiyokuwa ya kawaida. Nitakuonyesha vile ambavyo hao watu wanaweza wakawa na utajiri ndani yao, lakini physically wakatengwa na hiyo nguvu ya utajiri, au vile vitu vitakavyowaweka vitakavyosababisha wafanikiwe. Tukutane saa 12 jioni, mahali ni Mbezi Beach Goiji, ukumbi unaitwa Mateo Hall. ha, ha, watu wa Mungu, nimesema kama wewe ni tajiri, ni tajiri tu ndani yako, ni swala la muda ha, ili ni swala la muda tu deliverance itakus akukufungulia uh, ile milango kwa. Kuna namna hata wakati mwingine watu wa Mungu, watu wanaweza wakasema tu wewe una pesa, watu wakaanza kusema tu. Kuna namna, watu wengine wanaweza wakakuona wakaanza kuvutiwa na wewe tu. Kuna namna, watu wengine wanakuzungumzia tu, you you have something inside you. nataka nishughulike na hicho kitu leo uh, mahali ni Mbezi Bichi Goiji, ukumbi unaitwa Uh, Mateo Polo. Hakuna kiingilio ni bure, saa kumi na mbili jioni mpaka saa mbili usiku. Shirikisha mtu yote aliyepo Dar es Salaam, mwambie baada ya leo asikose. Kuna watu wamefanya biashara bila matokeo yote yale. Kuna watu wamekaa kazini muda mrefu, wanaona kabisa hapa, hapana, kuna kitu kingine tunahitaji kufanya, lakini hauoni matokeo. Kuna watu wamejaribu vitu vingi, hawaoni matokeo. Kuna watu milango hiyo ya pesa imefunga kabisa. Uh, watu wa Mungu kuna kitu cha kiroho lazima kifanyike, kuna kitu cha kiroho lazima kifanyike ili uweze kuvuka kwenye hicho kipengele cha uchumi. Ah, uh, please and please we have to pray here for our financial and economy. Lazima tuombe hilo jambo sana, lazima tuombe breakthrough kwenye hicho kipengele, lazima tuombe mafuriko ya pesa, mafuriko ya wateja, mafuriko ya tenda, mafuriko ya ma, mafuriko ya opportunity. We have to to pray for that. Lazima tuombe juu hilo jambo. Lazima tuombe watu wawe, wa, wawe na ile freedom ya kipesa, financial freedom. Lazima tuombe watu na uhuru wa kipesa. Kwa nini milango yako imefunga? Watu wana watu, watu wana idea nyingi, watu wana mawazo mazuri lakini hawana pesa. Why? Shida ni nini? Kuna kitu shetani anakiofia. Shetani anaangalia mawazo yako ya pesa, anaangalia mawazo yako ya mafanikio. Anajua kabisa akikupa pesa utatoka na kufanya kitu kikubwa. We have to pray for that, watu wa Mungu. Kuna namna ambapo shetani anaweza akafunga milango yako kabisa, akakuwekea vizuizi, akafunga mianya yote ya fedha. Wewe ni tajiri, lakini ukaanza kuishi kama ombaomba. Nilishasema ifike mahali useme, no, this is not my life I have to care my life. Watu wa Mungu, hakuna mtu mwingine atapigania maisha yako, hakuna mtu mwingine atapigania ndoto zako, hakuna mtu mwingine atafurahi kuona unafanikiwa. Mafanikio yako ni ya kwako mwenyewe, wewe ndio unapaswa kuyapigania. Ndoto zako ni za kwako mwenyewe, utajiri unaouona ni wewe mwenyewe. Hata ueleze watu wengine, maono ulionayo ni wewe mwenyewe unayaona. Hata ueleze watu wengine, hawatakuelewa. Lazima uje kwenye maombi, lazima uje kwenye vita, lazima uje kwenye roho ya mafu ikufunue wewe ni nani. Wakati mwingine spirit of revelation ina uwezo wa kukufunua na kukuonyesha wewe ni nani na kukusaidia kuonyesha ni nini kimekuzuia. Watu wa Mungu, I cannot wait to see you uh, tonight ah, kuna kitu nakiona kabisa kitakwenda kutokea usiku wa leo. Kuna watu watafungulia usiku wa leo, nimesema. Kuna watu wana nyota kali za mafanikio, kuna watu wana nyota za, za biashara, kuna watu wana nyota za nje. Leo usiku hilo jambo utaliona likitokea Mahali mbezi Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mato Hall, saa kumi na mbili jioni mpaka saa mbili usiku. Usikose ibada ya leo ni ya muhimu sana, watu wa Mungu, usikose ibada ya leo ni ya muhimu sana, usikose ibada ya leo ni ya muhimu sana. Nikukumbushe muhim ni pia, tarehe nne ya mwezi wa saba tutakuwa na mkesha hapa hapa Dar es Salaam, mahali ni Mbezi Beach Goigi Mateo Hall, mkesha utaanza saa mbili usiku mpaka saa utaanza... uh, saa mbili usiku mpaka saa kumi uh, na moja alfajiri. Kwa hiyo wakazi wote wa Dar es Salaam na wale watu walioko nje ya Dar es Salaam share a save hii. Tarehe ni tarehe nne ya mwezi wa saba, kuanzia saa mbili usiku mpaka saa kumi na moja watu wote ni mkesha wa watu wote, lakini pia ni kama nilivyokwisha kuwatangazia singles kwamba kuna pete ambayo Mungu alikuwa ameniambia niziombe, nitakuvalisha hii pete kwenye kidole chako na kuna kitu kitatokea baada ya kuvaa hii pete, kwa kama uko wewe ni singles, unamwamini Mungu kwa habari ya ndoa. Na hivi vitu ni vya kiroho tu wa Mungu. kuna vitu vya kiroho vinabeba nguvu, japokuwa watu hawaamini. Nilishasema hengachifu ukiichukua dukani ni hengachifu tu, itakuwa ni hengachifu ya kawaida lakini ikitoka kwenye ikitoka kwenye mikono ya Paulo, sio henkachifu tena. Vitu vingine vya vitu vingine viki, vikitoka dukani ni vya kawaida, vikitoka kwenye madhabahu za kiganga, madhabahu za kiroho, halii tena ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo hii pete natamani kila singles aiweke kwenye mkono wake. Kuna vitu vya ajabu vitatokea. Kuna watu mtaanza kuonekana, kuna watu mtakuwa na pressure, kuna watu mtakuwa na misukumo, kuna watu wataanza kuwa na misukumo juu yenu. Kwa hiyo singles wote natamani kila mmoja avae hii pete, alafu nitakupa maelekezo yake Aa. Wale wanaotoka nje ya Dar es Salaam, nilisema umejipanga kuja kwenye huu mkesha, ni lazima uniandikie message kwenye sifuri kwenye WhatsApp namba 0768205871 ishirini na nane sabini. Niambie, Bishop, mimi ninatoka nje ya Dar es Salaam, nimejipanga kuja kwenye mkesha wa tarehe nne a. Nitakupa maelekezo ya nini ni cha kufanya. Nina sababu kwa nini ya watu wanaotoka njia ya Dar es Salaam nimeomba waniandikie message kwenye WhatsApp namba sifuri saba sita nane ishirini hamsini na nane sabini na moja. Mungu akubariki sana. Wale wa Dar es Salaam tukutane leo Ijumaa kuanzia saa kumi na mbili jioni Mbezi Beach Goiji, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Ni kwa ajili ya utajiri, ni kwa ajili ya nguvu ya fedha, nguvu ya mafanikio iliyoko ndani yako, ni kwa ajili ya uchumi wako. Tunahitaji kuomba kwa ajili ya uchumi pia, ni kipengele ambacho unahitaji kuombewa sana. Mungu akubariki sana, nisaidie kushea na wengine. Shalom.